Malalamiko juu ya maadili ya viongozi yamekuwa mengi sana. Yako mengine eh, ni, ni, ni tunasema hayana ukweli, yako mengine yana ukweli lakini nyinyi humu ndani ndio wenye kazi ya kusema lipi la kweli, lipi la uongo. Na lipi la ukweli ni fair judgment tu. Na fair judgment maanake, kama Ridhiwani unaambiwa kwamba wewe ndio unamiliki hiki na nyinyi mnaona kabisa kwenye fomu yake, Ridhiwani hajadeclare hilo jambo mwiteni. Yani, hakuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba hapo jaji, ukinyosha mkono tu, ah, mimi mteule wa rais. Hakuna mteule wa rais mzee juu ya chombo hiki. Chombo hiki wote tuko chini yako wewe hapa. Bwana Mheshimiwa waziri wangu hali yako asubuhi ya salama bwana. Mheshimiwa waziri sasa bwana, nina jambo nataka uniite nifahamishe tu eh. Ukiona aibu na nita ofisini kwako eh, lakini lazima unite kwa sababu tukianza kuoneana aibu ndugu zangu ndio leo hii mnaona nyinyi wenyewe maandamano kwa mfano yalotokea juzi hapa, malalamiko yalikuwa makubwa ni juu ya maadili ya viongozi. Au amnya, au nyinyi mjasikia? Maana labda mzee wenzetu hapa mnaishi ndani ya nyumba tu hapo ya mtaani eh, hey, wanalalamikiwa, tunalalamikiwa viongozi. Kuna mtu mmoja kule anaitwa Ali Ali Edha ana petrol station zake za Lake Oil zimechomwa zile, kwa sababu zinasema zaliziwani, zimechomwa zaidi ya zaidi ya 92 kanambia sasa imagine mtu zinachoma fulani zake kwa sababu tu watu wanahisi fulani ndio anamiliki hizi. Sasa nyinyi tuiteni. Eh, hey, anzeni na mimi waziri wenu. Niiteni hapa niulizeni, eh, bwana, Bwana Ridhiwani, hebu tuite. Lakini wakati huo mnapoita, kwa sababu mnajua hakuna mwizi anayekubali kwamba mimi ni mwizi, si ndio? Tafuteni ushahidi. Njoni hapa baada ya kuniita hapa, iteni press conference hapo, semeni tumemwita Waziri Ridhiwani Kikwete, tumemuoji na tumejiridhisha kwamba katika hili hahusiki, au katika hili anahusika. Waambieni sasa, walio na ushahidi wa ziada waulete. Ndivyo mtaisaidia serikali. Hamwezi kukaa kimya nyinyi, mkataka viongozi wa serikali wajitetee wenyewe huko. Ni uongo mtupu. Hili jambo, Mheshimiwa Jaji, hatujafanya vizuri. Hatuna sababu ya kumwogopa mtu.